We wadaku hii, we. Mambo ni mingi, muda ndo mchache. Sasa nataka kuambia, kuapea ukweli, mimi sina loya, sina loya na sina loya kabisa. Hata munitie polisi yanishike, wacha nishikwe, sina loya, wacha tunikufe sina loya. Who does that? Sasa iko hivi, stori ya Nduta Nduta visa yake ilikuwa kukuja Saudi Arabia. First of all, huh? First of all, serikali iende ishike, eh, eh, Lilian na ishike na Rishka Munge. Hawa watu wakishikwa waekwe ndani, wafinywe, wafinywe eh, roskoko na pliers, wafinye ini ni nye mtoto ananyonyanga na, na pliers wafinywe mapaja na pliers. Watasema, who is John Njoroge? who is John Njoroge? Lilian eh, sorry, Nduta visa yake ilikuwa kuja Saudi Arabia but aliambiwa uta connect flight mbili. Ni true? mtu ana connecting flight mbili, hiyo tune, ni ukweli? kuna wale wanakujanga na flight direct kama sisi tulikuja tuliconnect, tuli flight mbili, moja litushikisha mpaka Ethiopia na nyingine ikatubeba mpaka Saudi, mpaka Jeddah. Tulishukia Jeddah, ndio sasa tukaanza kusafirishwa, wenye wanaenda Dammam, wenye wanaenda Riyadh, wenye wanabaki Jeddah, wenye wanafanya nini, kulienda ifo. Sasa Nduta alienda kaamini, Lilia akamwambia, je dada, mimi nataka kwenda kutafuta ajira watoto wangu wanaangaika. Lilian alimuuliza uko na passport?" akasema yes niko na passport na mimi ni ex Saudi. Si ati Nduta ni mtu wa kwanza ni mara ya kwanza kukuja Saudi? No, Nduta ashaienda gafu na ashaikuja Saudi, alikuwa ex Saudi. Sasa wakati Nduta alienda training, akamaliza training akakuja akaenda medical Medical, medical kubwa akakuja akaambiwa, hasa venye medical yako kubwa, utarudi nini? Hautarudi nyumbani, nataka ni kupange vile utafanya nini, vile utafika Saudi. Hiyo si shida. Kumbe huyu Rishka Munge ali wameshikana na Lilian, walikuwa wanajua John Njoroge, so Rishka Munge akaambia Lilian, kuna jamaa, kuna mali kuna hiyo mzigi likukweli itumwe huku majuu, lakini wakasema e, wakaambia waka, wakauliza Nduta, utaenda uta flight uta connect flight mbili hmm? kuna bag, eh, kuna bag ukifika hapo Ethiopia kuna bag utachukua, inafaa ifanye nini, inafaa iye iende, kuna dem fulani anataka kufanya nini, ana anataka hiyo mzigo, kuna dem fulani mwenye Rishikamunga anamjua, na, na Lilian anamjua, alikuja akakutana na Nduta OTC. Nataka munisikize vizuri kimakini, alikuja akakutana na na na nani na, na Lilia na Nduta pale OTC, akampea hiyo bag, akaambiwa, hii bag tunue bag ingine You get it Nduta alikuwa kwa hii mix. Nduta alikuwa kwa hii mix upo Nduta akapewa 167 Kenya shillings na Rish Kamunge, na Rish Kamunge Lilian wakati ilifika safari ya visa imeshatokelezea visa ya kwenda Kingdom of Saudi kukuja huko Kingdom of Saudi Arabia. Lilian akaambia Nduta, sasa ni saf, ni time yako ya kufanya nini ya kwenda safari, flight yako ni ya masaa fulani. Sasa mimi wacha nikupeleke pale airport, nikupitisha pale checkpoint. Mnasikia? Rishka Lilian akapeleka pale Nduta pale airport, akafanya nini, akampitisha pale airport. Mimi nashindwa pale airport ya Kenya hmm? Sisi wenye tunatoka Gulf. Tuko na masimu tuko na malaptop, munatukazia lakini, wale wa miadarati ndio wanapita, wale wanauza miadarati, wale wanauza pombe, wale wa nini, wa cocaine, wa nini, wale ndio wanapita pale. Hawa wafanyikazi wa airport ni nini wanafanya? Lakini sisi wenye tunatoka Gulf, tunatoka safari tunataka kusurprise wapenzi wetu na laptop na simu, mnatupea tax, mnaangalia mzigo, mara sijui nini nini. Ndamwona hii cocaine, hamukuangalia pale, wakati alikuwa ameshapewa exit, hmm? You are out e, Lilian akafanya nini? Akarudi. Najua hii story, naongea polepole ndio muelewe. Lilian akafanya nini? Akarudi. Nduta akaingia kwa flight yake Ndutakaenda kwa ile basi unaona kuna basi muziki, na kwanza already muziki ishapita. The moment muziki imepita pale, imeenda, we unaendanga tu kwa basi ingine hapo fulani. Alafu unafanya nini? Unapelekwa kwa airport pale kwa ndege, ukitaka kuwok wok, ukitaka kuingia kwa hiyo basi ufanye nini? Uingie kwa hiyo basi, it's upon you, kwa sababu hiyo basi inakuanga pale ya ya ya ya nini ya customers unabewanga free of charge Ukitaka kuna bebwa ukitaka kuna walk distance, kwa sababu kupanda airport, ukifika kushapewa exit nje kwa airport iko pale, si sio si? Mbali madam akaingia kwa gari. Kwa nini kwa gari? akaenda pale kwa ndege, kuingia kwa ndege, akachukua flight nini, seat namba yake, akakaa. Ndege ikaanza kuzukwenda, wakati ndege ili, ili sasa ndege suanga ina nini? wakati ndege ilianza start, eh kuenda, Nduta akatumia akaambia Rish, ni not Rish, Lilian ndege imeshafanya nini, imeshaondoka Rish Kamunge. Nani? Rish Kamunge akaambia Nduta, akaambia ambia li, ambia, ambia, ambia, Lilian ambia Nduta asizime simu. You get it? Nduta hakuzima simu as usual, U, usiposima simu the moment hiyo ndege itaenda juu eh, simu yako itaji flight mode itajizima na kila kitu itaji restart, kwa sababu huko juu hakuna nini, hakuna network, hakuna chochote huko mawinguni, yani wanasemanga ache huko mawinguni yani. Juu the last conversation Lilian aliambia Nduta hmm? you will connect the another flight from Ethiopia, mkifika Ethiopia kuna hiyo bagi uchukue, unataka upeleke mali fulani, kuna ndege fulani fulani utaingia ndani. Sasa si nduta yeye ajui rada ni gani, yee akaingia kwa hiyo ndege. Wakati alifika Vietnam pale, kwa checkpoint, sasa amefika Vietnam, hakuna vile anaweza kusaidika pale kwa checkpoint wakapata hizo miadara miadarati, na rules and regulations za Vietnam hawezi ingia na miadarati. Hile country iko very strict, ndio maana ni ya vita, hiyo ni ya vita, iko very, very strict. Sasa vile walimshika na hizo cocaine wakafanya nini, wakamweka mali mahali arelax. Can you imagine? The first person kujua Nduta ameshikwa ni Lilian. Lilian akajua Rishkamunge, akajua. Hii story wakakanyagia chini. You get it? Wakakanyagia chini. Wakishika Rishkamunge vizuri na Lilian wawekwe kwa room moja, wafinywe vizuri na pliers, watamleta Njoroge. Njoroge ndio mwenye anajua, maana anatoa hii kokeni miadarati. Njoroge ndiyo anajua mali hizi ni adarati zinatolewa na connection ni ya Lilian na Rish, kwa sababu cocaine kilo mbili uko na 27 million. Kilo mbili uko na 27 million Kenya shillings, hebu niambie, uchukue kilo moja wachukue jigawe, na hii kilo ingine ubaki nayo na wakachukua pesa kidogo wakapea Lilian, nani Nduta, wakapea Nduta afanye nini? Ashughulikie familia au sijui shopping au sijui nini nini, sijui nini, nini. Sasa hii kesi iko katikati ya Lilian na Nduta na Rishka Munge. Sasa serikali ya Kenya imeingililia, the first day Nduta kushikwa, the government of Vietnam ilipigia simu the government of Republic of Kenya. The first person kupokea the call alikuwa of Minister of foreigner, Minister of foreigner. Huyo ndi asikia call. Then alishika hiyo call, naye akaenda akaambia Mr. President William Samuel Ruto, wakashikwa na butua. Hizi madawa zimetoka wapi? Nani, nani sasa ndio passport yake ikaangaliwa, mahali anatoka, sijui sijui contract ilikuwa inaenda Saudi au imepita je, ikaenda Vietnam nini nini nini nini nini. Kila kitu ikaeka kwa system, kila kitu ikaeka kwa system, ndio Nduta akachukuliwa akaekwa kwa cell, alikaa kwa cell one year without communication with anyone. 2025 ndio communication ilianza. 2024 mwisho mwisho ndio akakuja akaambia wazazi wake, nilishikwa niko Vietnam, nina nimehukumiwa kifo na naweza kuuliwa 2025 anytime. Kwanza hiyo ripoti wakati ilifika jumbani shosho yake Nduta ee, alikufa immediately. Shock shock aje sasa? Alikufa mama yake Nduta, akashikwa na stroke. Brother yake Nduta akashikwa na butwa. Wataambia nini watu, wala watatenda nini? Walikaa nayo for almost three months, sasa ndio stori ikalipu ikalipuka mpaka sasa ikafika mahali imefika hapa, lakini Rish Kamunga alijua, Lilian alijua, William Ruto alijua, serikali ya Kenya yote ilijua, sisi wananchi ndiyo hatukujua. Na hii story ilikuwa between government ya Kenya na government ya Ukraine. Not Ukraine, Vietnam. Wakae pamoja hivi waelewane. Nduta alikuwa apili, hiyo kesi yake ilikuwa iapiliwe afanye kesi akiwa nje, lakini delation ya, ya government of Kenya dilifanya Nduta amefika mahali hapo, sasa imefika mahali mpaka unye mali yako ameingililia kesi yenye si yake. Yeye yuko kwa government, lakini imebidi amefanya nini? Ameingililia kwa sababu mali imefika ni between life and death. Upo? Ninyi wale wenye mnazitenda muna safari, ukiambiwa kuna bagi maali shika. Hata mtu akikutuma unga mwambie mama, si bebi. Hata mtu akutume nini mwambie si bebi mizigo. Usibebe kitu cha mtu kutoka Kenya. Kitu inaweza kuwekwa anytime, hata mtu anaweza kuchukua madawa za kulevya akachukua hii nguo akatengeneza kanini ndani akashonelea. Hizi vitu zinapitwa na design, mtu wangu kikurambe. So rishkamunge Lilian, ndio mnajua hii story yote, mulete John Njoroge asema alitoa wapi miadarati. Ndio sasa mkakula hizo pesa sawasawa, sawasawa, sawa, la sivyo nduta kikufa pia nyi mwaweza kujichimbia kaburi. Hawa majensi si mchezo, wanaweza kuwazika mkiwa wazima wazima, namuekelea na muchanga na mpigiwe plasta. Don't dare jensis. No. Hawa majinsia wanapigananga vita za Ukraine na Russia.